Na je, aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga ni nani? Aswa, Isaac Musyoka ametuandalia wasifu wa kiongozi huyo mahiri ambaye ametajwa kama mwanademokrasia nchini. Raila Amolo Odinga alizaliwa tarehe saba mwezi Januari mwaka 1945 eneo la Maseno katika iliyokuwa wilaya ya Kisumu akizaliwa na aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza marehemu Jaramogi Oginga Odinga na marehemu Mary Juma Odinga, ambapo inaashiria kuwa alihamasishwa zaidi na babake kujitosa katika ulingo wa kisiasa. <coughs> Raila alianza masomo yake katika shule ya msingi ya Kisumu Union na baadaye kujiunga na shule ya Maranda mwaka wa 1965. Kiongozi huyo alijiunga na, na chuo cha teknolojia cha Madec Bank taifa la Ujerumani ambapo alifunzu na shahada ya uzamifu ya uasidi wa mitambo. Mara baadaye alianza kazi kama mwadhiri wa uhandisi katika chuo kikuu cha Nairobi. Raila Odinga aliingia katika siasa miaka 1980 akionekana kuchangia kwa kiasi kikubwa kupigania demokrasia vyama vingi, wanaharakati wake ukisababisha kukamatwa mara kadhaa, ikiwemo kufungwa jela miaka sita baada ya jaribio la mapinduzi la mwaka 1982. Baada ya kuachiliwa huru, Raila alikuwa mtetezi mshupavu wa demokrasia vyama vingi, akipinga mfumo wa chama kimoja uliokuwa ukiongozwa na Rais Moi. Alijiunga na muungano wa Forum for the Restoration of Democracy Ford mwanzo wa miaka 1990, muungano uliopigania urejesho wa uhuru wa kisiasa. <coughs> Mwaka wa 1992, kiongozi huyu aliwania wadhifa wa kwanza wa ubunge na kuibuka mshindi kama mbunge wa Lang'ata na kuwa mgombea wa urais mwaka 1997 na, na chama cha National Development Party na kuibuka nambari tatu. Aliungana na Mwai Kibaki na kuunda muungano wa NAK uliomwezesha Kibaki kupata ushindi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2002 na mbili na kuwa rais wa tatu wa taifa la Kenya. Hata hivyo viongozi hao walitofautiana na ndoa yao ya siasa ikasambaratika, hatua iliyosababisha kuanzishwa kwa chama cha chungwa ODM. Miaka miwili baadaye kiongozi huyu aliwania wadhifa wa urais dhidi ya mpinzani mkuu Mwai Kibaki, uchaguzi uliojawa na utatanishi, baadaye kuwania urais katika chaguzi kuu za mwaka 2013, mwaka 2017 na mwaka 2022. Asante. Mwaka wa 2024, kinara huyu aliwania wadhifa wa mwenyekiti wa muungano wa Umoja wa Afrika ila kabwango na mwenzake wa Djibouti Ali Yusuf. Kinara huyu amekumbukwa pakubwa na weledi wake wa siasa na kuwa kinara mkuu wa upinzani kwa muda ambapo amewania Urais kwa miula mitano bila ya kufanikiwa Amolo Odinga. Kutoka Runinga ya Undugu twamwomba Mola ailaze roho yake mahali pema peponi. Isaac Musyoka, Undugu TV.